Karibu, karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson tokea Mwanza. Nakuletea ya mada inayosema wanawake wasiofuatilia waume zao ni tatizo. Hebu fikiria. Nishawahi kusikia rafiki yako au kumsikia mpenzi wako wa kiume akisema, mbona mpenzi wangu hana wivu? Nishasikia kuna mtu amemshawahi kuuliza swali kama Mbona mume wangu hana wivu? Mbona mke wangu hana wivu na mimi hivi? Mtu anapouliza hilo swali, anatafuta nini? Anataka kujua nini? Na kwa nini imemshtua mpaka anauliza hilo swali? Kila mmoja wetu anapenda aonekane kwamba ni wa thamani, anahitajika na anatosha. Sasa, mada hii imeletwa na watu wawili. Mmoja ni kutoka Marekani, kaka ambaye yuko Marekani kwa muda wa miaka minne sasa hivi, kanipigia simu mwishoni mwa wiki iliyopita, naongea naye, aliacha mwanamke ambaye hajamuoa lakini amezaa naye Tanzania, akiamini kabisa kwamba huyu mwanamke ni mwanamke ambaye anajua mapenzi sana sana kaenda Marekani, kakutana na mpenzi ambaye anajua mapenzi zaidi ya yule aliyekuwa anafikiria anajua zaidi. Kaanza kumposti yule dada wa Marekani ni, ni mbongo lakini kwa Marekani, huyo wa, wa Tanzania akashtuka, huyo naye nani? Hiyo stori niache kama hiyo, lakini kilichotokea ni kwamba huyu kaka ana miaka ishirini na tisa na huyu mwanamke ana miaka thelathini na nne. Mwanaume ana umri mdogo kuliko mwanamke, lakini amempenda sana sana. Shida iliyotokea mpaka ananipigia simu ni kwamba japokuwa mwanamke yule anapenda mapenzi sana sana, lakini yeye ana tatizo la kuwahi kumaliza na kushindwa kurudia Kutokana na tatizo hilo basi anaanza kuwa na wasiwasi na mwanamke kiasi fulani, kwa sababu kuna makubaliano fulani juu ya simu kwamba unapokuwa unapokuwa mahali fulani lazima unaonyesha location yako. Kwa watu wenye simu unaweza kufuatilia kwa style, kama unamwonyesha location yako na kila kitu unaweza kupigia video call mkosi wa fulani. Sasa siku moja hali hiyo ikabadilika, hali ikabadilika. Sasa hiyo ni mkaka. Lakini mada hii inasema wanawake wasiofuatilia waume zao ni tatizo, imeletwa na mdada mdada, yuko ndani ya ndoa miaka kumi na moja wana watoto wawili. Katika ndoa ya miaka kumi na moja kwenye mwaka wa nane ya ndoa yao tagundua kwamba mwanaume ana usaliti na mwanamke. Mwanaume akakiri kwamba kweli nimekusaliti, lakini naomba unisamehe, samehe. Lakini anasema toka hapo hamu ya kufanya mapenzi na mume wake imeshuka sana. miaka mitatu toka miaka, ndoa ina miaka nane ndo siku ambayo imetokea hilo tukio, mpaka sasa hivi ndo ina miaka kumi na moja. Sina hamu kabisa na mume wangu, nampenda mume wangu lakini sina hamu naye anapigayani siku hiyo hiyo ameanza kunisikiliza hapa YouTube, ndio akajua kwamba sasa naweza nkapata solution ambayo amekaa nilo tatizo kwa muda wa miaka mitatu. Sasa siku hiyo nikamwambia, umeanza kunisikiliza lini? Akasema, nikamwambia kunisikiliza, nimeanza kusikiliza leo. Nikamwambia nina video za elfu mbili na mia nane kwenye hii channel, unalipia kiasi fulani cha pesa kuongea na mimi. Akalipa. Sasa nikamuuliza swali hili, je, umeweka mikakati gani ya kuhakikisha husalitiwi tena? <laughs> Nikamuuliza umeweka mikakati gani ya kuhakikisha kwamba husalitiwi tena, akasema sina mkakati wowote na sitaki kufuatilia. Hapo hapo alisema kwamba sitaki kufuatilia, nikaandika kwenye karatasi atasi kwenye simu mara ya kuzungumzia, na ndio hiyo nimekuletea siku hiyo leo katika ulimwengu huu ambapo mtu anakuwa na mpenzi zaidi ya wawili kabla ya kuingia ndani ya ndoa, kuna uwezekano mkubwa sana katika mapenzi yaliyotangulia ka ukawa umesalitiwa au uligundua umesalitiwa na ilikuumiza sana. Sasa umeingia ndani ya ndoa, utaki hiyo hali ya kusalitiwa. Kama dada mmoja, katika tafiti ya madahii, akasema kwamba wapenzi wangu wawili niligundua kwamba wamenisaliti kwa, wa kwa sababu niliangalia kwenye simu zao wawili hao wote. Nisingeangalia kwenye simu nisingejua. Moja kati ya watafiti ambao nilifanya akasema, niliamini kwamba uhusiano huu wa miaka tisa na huyu kaka ananipenda, mia kwa mia, anawekeza nguvu zake kwangu, anajitahidi sana kuonyesha kwamba ananipenda, na mimi niliamini hivyo. Lakini nilikuja kushtuka siku moja, rafiki yangu wa kike, nikagundua kwamba kwenye simu yake anachati na mume wangu kimapenzi, na siku hiyo niliogundua, nahisi na yeye aligundua kwamba nimegundua. Sasa hivi akiwa kwamba akiwa anachati na mume wangu simu anaifichaficha, yani anaiweka mbali asione. Ya rafiki yake kabisa wa karibu anatembea na mume wake, okay. Ah, sasa hiyo kwa mara ya kwanza ndio akagundua. Yaani mwanaume ambaye alikuwa anaamini kwamba kweli wanapendana kweli kweli. Alikuwa hana wasiwasi naye mia kwa mia. Alikuwa hana sababu ya kuchunguza simu yake. Kama ana invest ni kitu anafanya vizuri, kila kitu anaonyesha anapenda, lakini ndio huyu anasaliti. Jambo la pili ambalo lilimthibitishia kwamba kweli anasaliti sauti. Mume wake na siku moja alijua alikosea akaingia kwenye eneo lile la picha za simu. Picha moja ikafunguka, anambusu anakula denda na dada yule yule, kwa unaweza kuona jinsi gani ilivyo hatari katika mahusiano ya kimapenzi. Kwa sababu gani? Kusalitiwa ndio hatua ya kwanza ya kuachwa. Kusalitiwa ndio hatua ya kwanza ya kuachwa. Wewe unaniangalia leo, unataka kuachwa au hutaki? Na kama hutaki kuacha, hutaki kuachwa, umechukua hatua zipi? hili swala la kusema kwamba oh, wanaume hawezi kutulia na mwanaume mmoja, mwanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja, sio kweli, sio kweli. Unataka ukimwi? Unataka ukimwi? ufe na ukimwi? amengia sina. Unataka ukimwi? Fikiria wewe mwanamke, unaniangalia kama kwa ndani ya ndoa zaidi ya miaka mitano na ana watoto wawili Mume wako aje leo akwambie kwamba nataka nikapime DNA ya hawa watoto, Niangalie hawa watoto ni wa kwangu au si wa kwangu. Utafurahi. Utafurahi. Utafurahi. Kuona kwamba huyu anaamini kwamba mimi nimemsaliti. Utafurahi. Sasa ukizingatia kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mkemia mkuu wa Tanzania ametoa takwimu ya wao ndio wanaopima DNA ni laki tatu kupima laki yenye hiyo, ni bei ya 2015, sawa. Ni laki tatu, hiyo ni bei ya 2015, laki tatu. Anasema kwamba mkemia mkuu 2022, 2022 anasema kwamba asilimia 40 ya watoto waliomo ndani ya ndoa wale baba wanaitwa baba zao sio baba zao. Wanawake hawa wametoa shahawa kutoka kwa wanaume wengine, wakapata ujauzito. Wanaume wengine kwamba wametiwa na wanaume wengine lakini wakamsingizia mwanaume aliyefunga naye ndoa. Asilimia 40. Inatisha. Hiyo ni mwaka 2022. 20, 20, Hii ni 25. Itakuwa zimeongezeka kidogo. Atabii. Sasa unaweza kuona jinsi gani ilivyo ngumu katika mahusiano kama huyu mtu anaweza kwenda kufanya mapenzi bila kutumia kondomu na mwanamke mwingine na mwanaume mwingine inakuwaje? Wewe, unaona una amani na hilo jambo? Kama una amani sawa, na shetani wako ambae hapendi amani, endelea nao. Sasa naomba unisikilize, tafiti zinaonyesha kwamba mahusiano mengi kabla ya ndoa kwa watu wenye umri wa miaka ishirini kwenda juu, asilimia sitini hadi sabini wanachiti. Miaka ishirini hadi sabini hizi ni tafiti na kupata takwimu asilimia kati ya sitini hadi sabini wanachiti. Kwa maneno mengine, ni kwamba hajalishi wewe ni mwanamke au ni mwanaume, uwezekano wa kujaribiwa kuchiti ni mkubwa sana, na kama alivyotangulia kusema, kuchiti au kusaliti au kuchepuka ndio hatua ya kwanza ya kuachana, na kasi ya ndoa kuvunjika imeongezeka sana, na kasi ya watu wengine kuoa mke wa pili, wa tatu kwa hiyo wenzetu wee dini zao zinao waruhusu, na niwe imeongezeka vile vile. <laughs> <laughs> <laughs> Imeangalia komedi moja kwenye TikTok. Mwanamke mwanamke uko ndani ya ndoa, mume wake kaoa mke wa pili. <laughs> Kaoa mke wa pili, sasa anampelekea zawadi, anamwambia mke mdogo, nimekuletea zawadi ya taulo. <laughs> Mwanaake kwenye hii ndoa kulia kujifuta machozi. Hendika chifu haikutoshi, elezo haikutoshi, utahitaji taulo kujifuta. Utalia sana, unaweza kuona. Nilicheka sana kwa maana mwambia mke mdogo karibu sana kwenye ndoa, karibu kwenye ndoa, kwenye hii ndoa.

Ndio unasikia ati wazazi siku ya siku ya, ya harusi ati wametoa mawaidha kwa watoto wao. Wana wangu, ndoa ni kuvumiliana. Wana wangu, ndoa ni kuvumiliana mwanangu wangu ati wako wako kwenye siku ya harusi umefunga, ati mtu anatoa ushauri kwa watoto wake. Ndoa ni kuvumiliana. Usijinga. Hakuna kuvumilia, unavumilia mimi. Ndoa ni kupendana bwana, na kuthaminiana na kuheshimiana, sio kuvumiliana. Unavumiliana wewe ni mwiba, hata mwiba unatolewa. Ndio maana watu wanaachana kwa sababu kuvumilia umefika mwisho. Haleluya! Ndio maana hata Biblia inasema kwamba unaruhusiwa kuvunja ndoa tu pale unapokuwepo uzinzi, unapokuwepo ushahidi wa uzinzi, unaruhusiwa kuvunja ndoa. Kwa sababu gani? Mambo mengine yote yanaweza akaekwa sawa, lakini kwenye uzinzi hata Mungu amesema, hapo ndio nakuruhusu wachane na mkeo na mumeo. Sawa? Sasa kesho gani unaweza kuwa so, so, so, na wasiwasi wasi. Kwa nini usifuatilie? Oh, ukifuatilia mwenzio na maana yake. Kama umuamini basi wewe ni mjinga mtupu. Kwa nini usifuatilie wakati mnavuliana chupi, mnavaa, mnafanya mapenzi kwa nini usifuatilie? Kama unataka kudumisha mapenzi matamu, mapenzi ambayo hayana wasiwasi hakuna sababu ya kuweka password. Story, story, story, ya kweli. Toka wako kwenye uchumba miaka miwili anashika simu ya mume wake ya, ya mchumba wake naye mke wake ana uhuru wa kushika anajua kuna uhuru password ya najua, mume mtarajiwa miaka miwili yote. Wanaingia ndani ya ndoa, wanaishi pamoja. Sasa luku imeisha, anataka kununua luku umeme kupitia kwenye simu ya mume wake, anakuta mume wake amebadilisha password. Akimuuliza anasema hii ni simu yangu. Sasa siku zote za kuchumbwa kwa nini alikuwa na ruhusa ashike simu yake na password anamwachia? Ameingia ndani ya ndoa ndio anamwambia kwamba hamna mwingine. Hivyo hivyo, ameingia ndani ya ndoa, anataka kushika simu ya mume wake. Mwanaume anamwambia kwamba unataka kushindana na mimi, unataka kushindana na mimi eh, unataka kushindana na mimi, unaweza? Kuna jinsi gani hivyo? Sasa kwa nini mwanaume, mwanamke asiende kutiwa na mwanamke mwingine na mwanaume mwingine, alafu anakuambia mtoto ni wako. Maana kama unataka kushindana naye, lakini ana naye anataka kushindana naye, atakaonekana kwamba anathaminiwa. Kuna wanaomtongoza watu kumi kila siku wanamtongoza. Kila siku kumi anamtongoza, akienda kazini, akienda kwa bucha, bodaboda, wote wanamtongoza. Alafu anamwambia atakushindana na mimi? Wewe ndiyo utakayeleo, utalea mtoto sio wako. Utalea mtoto sio wako. Kuli jinga. Utasema wewe daktari utamuingiza ndoa. Sana hii ni mchezo. Cha msingi sio kuvumiliana. Wewe mtu anapoanza kucheka shika simu yako, maana kuna kitu amekiona, hakiko sawa. Mapenzi mlioanza nayo hayako sawa, kuna kitu kimepungua. Anataka upate jibu, kwa nini naendelea kukawa na msomi hmm. <laughs> ah, mapenzi hayo <yae> bwana! Hili <laughs> ni jambo la msingi sana. Kama kuna dalili ambazo ni za wazi kabisa kwamba nasalitiwa na kusafiriwa, ndio mwanzo wa wewe kuonekana kufai na kuachwa, kwa nini usifuatilie? Ni kweli kwamba Ye, yeah, ni kweli kwamba wanaosaliti saliti wanaweza kukwambia kweli. Ukimuuliza kwa nini siku hizi unachelewa kurudi, atakwambia na, na, na, na mpenzi mwingine atakwambia, kwa nini unachelewa kurudi siku hizi? Kwa nini siku hizi, siku hizi simu zangu pokee kwa wakati? Atakwambia na saliti, unaweza kwa nini simu yangu siku hizi, simu yako unaenda nayo mpaka chooni? Atakwambia kwa sababu ninamchepuka kwenye simu, atakwambia hawezi kama hawezi. Kwa nini nisifuatilie? hmm. No, kwa hiyo hili ni jambo ambalo nalizungumze. Sawa, unapoona mtu ameacha nyumba yake wazi, akasafiri na kuacha milango wazi, na ume ndani, hamna mtu, maanake mle ndani hakuna kitu cha thamani. Unasikia? Unapoona kwamba mtu amesafiri ana nyumba nzuri sana ya thamani, lakini milango iko wazi, amesafiri, ameacha wazi, maana ile nyumba haina kitu cha thamani mle ndani. kadhalika Unapoona kwamba mpenzi wako hataki ushike simu yake na ya hataki ushike simu yako, maanake uhusiano hauna thamani. Uishi tu mnaishi tu kwa sababu mnaishi, lakini hakuna thamani yoyote ile kwa sababu uthamani wenu, kwa sababu hakuna uwazi kati yenu. Kwa hiyo hakuna thamani ya wewe kunichunguza mimi, hakuna sababu ya kunifuatilia mimi, hakuna sababu ya kuniuliza maswali. Unafikiria utaki kuulizwa maswali wewe nani na uko ndani ya ndoa? Manake uhusiano hauna thamani tena. Niache niishi ni kama ninavyoishi na wewe ishi unavyoishi. Unaweza kuona? Manake hakuna thamani yote kuniuliza maswali kwa sababu hamtaki kuboresha uhusiano huu, hamtaki kuimarisha uhusiano huu, hamtaki kuongezea utamu kwenye uhusiano huu. Kwa nini unauliza maswali? Kwa sababu ukiingia kwenye simu utaniuliza maswali. Utakutana na message imeandikwa baby. Utaniuliza maswali, "Yule baby ni nani?" Mimi sitaki kuuliza maswali. Nikichelewa kurudi nyumbani, mimi ni mwanamume, sitaki kuuliza maswali. Wanaugaksulizi maswali kwa mimi, nanyonyesha ni wahi kurudi nyumbani. Wanaume wasema hivyo pumbavu, sawa? Kwa hiyo ni kwamba ili ni jambo ambalo, ea, hapa wazi. Tukitaka ndoa zidumu, lazima kuwepo na transparency, o wazi. Bila wazi, hamwezi kufika mbali. Transparency is very good. Sikiliza hivi, kama unasema kwamba bwana, mke wangu sio mwelewa, sijui mume wangu sio mwelewa, kwa hiyo nimeweka password ya kichina, hawezi akaijua, kwa sababu akikuta message huyo anaweza kalipuka tu. Maanake tayari na tatizo lingine ambayo mjalitatua la mawasiliano yalio ya mazuri, amjalitatua ya, ya, ya tatizo la mawasiliano mazuri. Jinsi gani mnaongea inapotokea hali ya changamoto. Kwa hiyo hata jinsi ya kuongelea changamoto zinazotokea kati yenu kati yenu nyinyi wawili hamna ha, ha, ha, ha, ha, ha, elimu hiyo. Ha, ufahamu wa jinsi ya kuongelea matatizo yenu kwa kwa amani haupo. Kwa hiyo nyinyi mnajua kwamba anyway ikitokea hali ya changamoto kuna uwezekano wa kupigana ngumi puani. Kwa hiyo basi cha msingi ni kuogopa, kuepuka, kuwaza kuulizana maswali kwa sababu tukiweza kuulizana maswali lazima tupigane ngumi za puani. Kwa nini tupelekane polisi? Kwa hiyo tusafute tusitoe nafasi, tusitoe fursa ya mimi kuulizwa maswali. Kwa hiyo wanawake ambao sio jasiri, hawana ujasiri wa kuuliza maswali, wana matatizo. Umeingia kwenye ndoa hii na unaruhusu hofu ndio iwe kigezo cha wewe kuendesha uhusiano huu. Unakuendesha uhusiano kwa kuogopa, hakuna mapenzi ya kweli. Soma Biblia, waraka wa kwanza Yohana sura ya nne, mstari wa kumi na nane. Waraka wa kwanza Yohana sura ya nne, mstari wa kumi na nane. Pasipo kuwa na, palipo na hofu hakuna mapenzi nasikia, palipo na hofu hakuna mapenzi hiyo. Ni Biblia na imerudiwa tena mahali fulani kwenye Biblia hiyo hiyo, palipo na hofu hakuna mapenzi ya kweli. Kwa hiyo mwanamke, nitatiza kwa maneno mengine ni kwamba kama wanaume zaidi ya wawili wamekusaliti, maanake huenda wewe ndio mwenye tatizo. Wewe mwanamke ndio mwenye tatizo. Kama mume wako ameshakutali kusaliti na zaidi ya wanawake wawili, sawa, na umegundua au umesikia, sawa, mwanake, wewe ndio una tatizo. Kwa sababu gani? Unaona, kuna vitu ambavyo vinaashiria kusaliti, lakini ukifuatilia unaogopa. Una tatizo, kwa sababu unajua wewe mwenyewe unaboa kitandani, anayo haki ya kuchepuka, sawa. Nimetoa shuhuda nyingi sana za wanawake ambao walikuwa wanaboa kitandani, baada ya kuwatumia video za kumwandaa mwanaume mwanaume na maeneo kumi na manne na kila eneo lina ufundi wake. Ingia kwenye peji yangu Instagram, nimeandika hapo chini, uwezo kuona hizo shuhuda. Nime screenshot ziko shuhuda za wanawake ambao wamezao walikuwa wanachepuka, lakini baada <laughs> baada yani, ikumbuka shuhuda nyingine kwa sababu tu video imekuwa ndefu sana. Baada ya kuwatumia video hamsini na tatu zile jinsi ya kumnogesha mwanaume <laughs> ndio alibadilika mwanaume mpaka naomba likizo. Mpaka mwanaume mwingine juzi juzi, nimetoa shuhuda hii sawa, hii si shuhuda, nimetoa juzi, mpaka yu, yu yu mwanaume, baada ya haikumaliza wiki, mwanaume anawaambia kazini na umo, ili apate kumsaidi mfaidi mke wake. Huyu mwanamke mwanaume ambaye alikuwa anasabiti na alikuwa na jeuri, anamdharau, anaweza kwenda kukaa siku tatu kwa kwa mchepuko, anarudi hapo anamdharau mke wake, lakini baada ya kupata vizuri vidogo mwanaume anaomba anamwambia kazini, uongo kwamba siendi kazini na uongo, ili na dada anajua mtindo ule wa pompaya jinsi ya kufinya uume kwa uke kumtengenezea mwanaume msuguano na kutosha kitu ambacho nakufundisha kwenye video zangu hizo ambazo nakutumia, ah kwa gharama ya shilingi kumi, si utoe bure. Wapendwa, natumia message na kufikiana na bure, nikamwambia unalipia shilingi kumi, nasema ah kumbe malipo, tena wanaishia mitini. Shauri lako na ujinga wako. Anyway, kakutana huyo dada, huyo dada. <laughs> Anajua hiyo pompaya kwa kiwango cha juu, yani ile ni advanced technique yaani mwanaume anashangaa, anashangaa, japokuwa mwanamke ana miaka thelathini na nne ishirini na tisa alikuwa ameshagalia atamuoa huyu, amwache huyu wa Tanzania kakuna. Jinsi gani ilivyo tendo la ndoa lina nguvu sana kwa wanaume, upende usipende, huo ni ukweli sawa. Una mwanaume ambaye anaboa kuandaa, hajui hajui kwamba mwanamke ana maeneo kumi na saba anawahi kumaliza mdudu yake jembamba fupi limepinda kama ndizi alafu si, analingalinga, anajifanya anajua, hataki mshike simu yake, kati ana tatizo la kuwahi kumaliza, lakini pia hataki mshike simu yake. Sasa ndio hapo sasa, sasa. Kimia mkuu anasema kwamba wanawake asilimia arobaini wanachepuka ndani ya ndoa. Agizia video hizo zikupe elimu mpya. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, subscribe Nitakapoweka video mpya upate taarifa haraka sana na ukitaka kuangalia shuhuda, peji yangu Instagram nimeandika iko hapo chini, nimeandika peji yangu ya, ya, iko kwenye Kiswahili lakini utaweza kuona shuhuda mbalimbali za muda mrefu. Bye, bye.